Kimm Media, mimi uhuni siujui, mimi najua kusimamia kazi niliyopewa. Wewe utanihukumu kwa mazingira yangu ya kazi uliyonipa. Ujanja ujanja, utapeli tapeli, ulevi ulevi, hivi uhuni, mimi si hayo mambo sijui, mimi najua kutumikia kazi niliyoipewa nimepewa kazi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huu wa Tabora, mkoa mkubwa karibu kijiografia kuliko yote nchini, kwamba nihakikishe ulinzi na usalama vimetamalaki, wananchi wana hali ya usalama kubwa na kuna usalama wa kutosha katika mkoa huu. Nawaambieni walimu wakuu, nyinyi na maafisa elimu na viongozi wote mlioko hapo, nendeni mkafanye kazi. Hakuna mtu wala kikundi kitasimama pale shule ikafungwa. Kwa ajili hiyo watoto wetu wataenda, wataenda shuleni asubuhi kwa mujibu wa ratiba zilizopo za nchi na watarudi majumbani mwao salama, na hakuna shule itafungwa kwa sababu ya mlevi au mhuni mmoja. Hiyo habari haipo, na hatutazuia mtu kutembea, mtatembea usiku na mchana. Hatutazuia mtu kwenda baa, utalewa utakavyo. Naelewana ndugu zangu, yapo mazingira lazima ionekane kweli umekunja sura, yapo mazingira ya kucheka, tutacheka. Mimi sina kicheko cha namna hiyo. Yapo tutafurahi, tunafurahia ya matokeo, ushindi tutakula pamoja. Nipo tayari kuongoza kikosi kitakachoenda kulinda amani, wananchi hawa wasije kadhulika wa basi kama kitakufa chote, na mimi nitakuwa miongoni mwao watakao, wamekuwa wameuawa na wale vibaka au wahuni wale hao, na mimi nitakuwa miongoni mwao. Wala msiwaze kuhusu mkuu wa mkoa, na neno hilo lisitumike mkuu wa mkoa, itumike Chacha kwao. Nataka kuwashua kati ya mahala ambako mpo salama ni hapa. Wala usije ukakaa ukawaza kwamba kuna mtu atakuja kukuvamia wewe, akuchomee nyumba yako, achome duka lako, achome sheri yako. Mimi nipo pale, hiyo habari haipo kwayo. Ee, atakayenisikia nisikia habari hiyo haipo na hakuna atakayezuiliwa kutembea, hakuna atakayezuiliwa kwenda baa, hakuna kituo cha mafuta kitafungwa wala benki kufungwa. Kaeni mtulie, fanyeni kazi zenu za kiwalimu, fundisheni watoto wetu. Kazi ya ulinzi tutaifanya, hatutakuwa na msalia mtume atakayeweza kusababisha ratiba za shule zichenji ratiba zenu zinabakia vile vile, asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka mchana, mwaka mzima. Mnafunga tarehe tano, mtafunga tarehe tano. Mnafungulia mwezi wa kwanza tarehe tano, mtafungua hiyo hiyo. Tafadhali usisahau kusubscribe ku like ku share na ku comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.